Kabla haukuwa wimbo wa taifa, kabla haukuwa sauti ya mashujaa, Mungu Ibariki Afrika kulikuwa kilio cha matumaini katika mioyo ya waliodhulumiwa. Leo kila maneno yake yanapopigwa hayazungumzii tu kuhusu historia, yanazungumzia sala, umoja na ndoto ya taifa lisilo na mipaka. Bongo Extreme. Hii ni hadithi ya wimbo wa Mungu Ibariki Afrika, wimbo wa taifa la Tanzania. Mungu Ibariki Afrika uliotokea mwanzoni mwa miaka ya 1961, wakati Tanzania bado ikiitwa Tanganyika ilipokuwa ikijiandaa kupata uhuru kutoka kwa Uingereza. Neno la asili la wimbo huu ni Nkosi Sikelel' iAfrika lililoandikwa na Enoki Sontonga mwalimu na mwimbaji kutoka Afrika Kusini mwaka 1897. Awali wimbo huu ulianza kama wimbo wa kanisa ukihimiza sala za kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwomba mwongozo wa taifa. Baada ya kupanuka kwa harakati za uhuru barani Afrika, wimbo huu ukawa alama ya mapambano dhidi ya ukoloni. Tanganyika na kisha Tanzania walichukua wimbo huu kama wimbo wa taifa la umoja ukiwa na maneno yaliyoamsha matumaini kwa wananchi. Awali wimbo huu ulianza kwenye kanisa, hasa katika makanisa ya Kianglikana na Kikatoliki, na kuhimiza umoja wetu, sala na baraka za Mwenyezi Mungu. Maneno yake yaliendelea kuimbwa kwenye sherehe za kitaifa na hafla za kidini, kwani yalihimiza umoja wa watu na moyo wa kiroho. Mungu ibariki Afrika, taifa letu, umoja na uhuru wa Tanzania daima uendelee. Hii ndiyo sababu kwa mkutaza wa kidini, wimbo huu ulichukuliwa kama sala ya taifa, ukiunganisha kipengele cha kiroho na kisiasa kwa wananchi. Wimbo wa taifa la Tanzania si wa kipekee tu, umesanifiwa kwa mtindo wa Nkosi Sikeleli i Afrika ambao pia umekuwa wimbo wa taifa katika nchi nyingine za Afrika kama Zambia, Zimbabwe na Afrika Kusini ni kuwa kila taifa limebadilisha maneno na lugha ili kuendana na historia na ndoto za taifa hilo. Tanzania lilibadilisha sehemu ya maneno ya awali ili kuliweka taifa letu katika mwanga wa umoja na kuunda maneno kama Mungu ibariki Tanzania, nchi yetu, taifa letu tukufu. Kwa hivyo Tanzania ilibuni wimbo wa taifa unaohimiza umoja wa kitaifa, uhuru uhuru na heshima ya taifa, kuunganisha kipengele cha kiroho na kidemokrasia. Leo, kila tunapoimba Mungu Ibariki Afrika, tunapiga historia yetu, tunakumbuka vizazi vilivyosonga mbele kwa ahadi ya uhuru na tunathibitisha umoja wetu kama Watanzania. Ni zaidi ya wimbo, ni sala, ni historia, ni ishara ya ndoto ya taifa linaloshirikiana. Kwa Tanzania wimbo huu ni moyo unaoimba umoja uhuru na baraka za Mwenyezi Mungu Mungu. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Majina yangu ni Evans Chazi, ulikuwa nasi katika kipindi chetu cha Hot News, na hii ni Bongo Extreme, Bongo Extreme.